Karibu msikilizaji wa Tumaini Media katika tafakari ya injili leo, ikiwa ni siku ya Jumamosi. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 26 aya ya 16 hadi ya 19, na injili yetu inatoka kwa mwinjili Matayo sura ya tano aya ya 43 hadi ya 48. Tusikilize injili Yesu aliwaambia wanafunzi wake: Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na mchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanao waudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki, maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaambia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno la Bwana. Mpendwa msikilizaji wa Tumaini Media, katika injili ambayo tumekwisha kuisikia hivi punde, Bwana wetu Yesu Kristu anatufundisha juu ya upendo. Upendo ni zawadi kutoka kwa Mungu, hata sisi kuwa wanadamu, kuwa na afya njema, kuwa na ajira mbalimbali na vipaji mbalimbali mbali ambavyo tunavyo. Huu ni upendo ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Hivyo tunapaswa upendo huo ambao Mwenyezi Mungu ametupa sisi na sisi vivyo hivyo tuwashirikishe jirani zetu ambao, ambao na wao wameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Hatupaswi kuchagua watu wa kuwapenda na watu wa kuwachukia. Sisi tunapaswa kuwa baraka kwa watu wote, tusichague kupenda mtu fulani kwa sababu utanufaika na kitu fulani. Ukifanya hivyo huo ni unafiki na siyo upendo. Upendo haujitafutii mambo yake, tunapaswa kuwapenda wenzetu pasipo kunufaika na kitu chochote. Upendo uwe mwanga wa maisha yetu, tuwapende watu wote. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeyashika kikamilifu mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye muda wote anafundisha juu ya upendo na hafundishi tu, anaonyesha kwa matendo ambapo pale msalabani tunaona yeye, pamoja na kwamba hakuwa na dhambi, lakini alikubali kuteswa kwa ajili yetu aweze kutukomboa. Na yeye yuko tayari kwa ajili ya kumpenda kila mmoja wetu na kumpokea kama alivyo, kama ambavyo yeye anampokea kila mmoja wetu kama alivyo, na sisi tunapaswa kuwapokea wengine kama walivyo, tusichague watu wa kuwapenda na ndio maana katika Injili tumesikia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo akisema kwamba hata mvua inaponyesha inawanyeshea walio wa dhambi na walio wema. Mvua haichagui kwamba huyu ni sasa, huyu ni mwema, mvua itamnyeshea yeye, wadhambi wao hawatapata mvua. Labda hiyo kwenye mashamba au sehemu nyingine zote, lakini mvua tunaipata wote, maanake mvua hiyo inakuwa ni baraka kwetu sote. Kama mvua ni baraka kwetu sote, Mwenyezi Mungu anatuonyesha upendo sisi sote vivyo hivyo na sisi tunapaswa kuwapenda wengine kama ambavyo Mwenyezi Mungu anatupenda sisi pasipo kubagua. Tukifanya hivyo, wapendwa, tutakuwa tunaishi vizuri ile tunu ya Ukristo wetu, upendo, tutaishi vizuri ifadhila ya upendo ambayo inapaswa kuwa dira na mwongozo wa maisha yetu. Hivyo katika kipindi hichi cha Kwaresma kila mmoja wetu ajiulize Wakati kipindi hichi kinaanza siku ya Jumatano ya Majivu, ulizamilia kuonyesha upendo kwa wahitaji? Ulizamilia kuwasamehe wale ambao walikuwa wamekukosea, hata kama walifanya kwa makusudi? Lakini wewe hichi ni kipindi cha kuonyesha kwamba tunasafiri pamoja kwa ajili ya kuonyesha majiundo mapya kujiunga na yule neema ambayo Mwenyezi Mungu yeye ametupatia kupitia mwana wake mpendo wa Yesu Kristu, ambaye yeye alijitoa kwa ajili yetu. Hivyo kipindi hichi tukitumie vizuri na tusione kama ni kipindi cha tamthilia ambayo inakuja na kupita, lakini tuone ni wakati ambao Mwenyezi Mungu ameonyesha upendo kutupatia sisi tuweze kuongoka, tuweze kuachana na maisha ya mazoea, tuweze kuishi maisha mapya, maisha ambayo katika kuelekea utakatifu tutaweza kuonyesha upendo ambao Mwenyezi Mungu ametupa na wengine pia kupitia upendo huo wataweza kuona uso wa Mungu kwetu na kubadilika, kufanya uongofu ambao unapaswa kuwa chachu katika kipindi hichi cha Kwalezima. Nawatakia siku yenye baraka tele na maandalizi mema ya Dominika ya pili ya Kwalezima. Mwenyezi Mungu atubariki sote.